Makala ilitokea katika jarida la Harper's Weekly zamani sana mwaka wa 1857. Kwa kweli ungefikiri iliandikwa jana. Iliandika hivi, hii ni wakati wa huzuni katika historia. Kwa miaka mingi hakujawahi kuwa na wasiwasi mwingi hivi. Kamwe siku za usoni hazijawahi kuonekana kuwa na mashaka hivi. Naam, mwandishi huyu hakujua kwamba miaka minne baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Marekani vingezuka au kwamba miaka hamsini na saba baadaye vita vya kwanza vya dunia vingezuka. Ah, wacha nikuambie mpendwa, kila kizazi kinaweza kudai kauli hiyo kwa wenyewe. Kamwe siku za usoni hazijawahi kuonekana kuwa na mashaka hivi. Hilo halitabadilika hadi mkuu wa amani, Yesu Kristo, alete ufalme wake duniani. Naam. Leo tunaanza safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Ezekieli, wakati ambapo maelezo hayo ya maisha bila shaka yanatolewa na Wayahudi waliohamishwa ambao walichukuliwa mateka huko Babeli. Huu ni kweli wakati wa huzuni katika historia yao, uliojaa wasiwasi. Kuanguka kwa Yerusalemu ambako Yeremia alishuhudia mwenyewe kulifanyika mwaka wa 586. Wababeli walikuwa tayari wamevamia Yuda miaka 19 mapema, mwaka wa mia sita na tano, na walikuwa wamechukua vijana kurudi Babeli ili ili kuwaweka kupitia mfumo wa chuo kikuu a kuandaa kwa nafasi za juu katika ufalme huo. Mmoja wa vijana hao alikuwa Danieli ambaye hatimaye alikuja kuwa waziri mkuu wa Babeli. Naam, mwaka wa 597 miaka michache tu baada ya Danieli kuhamishwa jeshi la Babeli lilirudi katika nchi ya Israeli. Ah, walikuja huko ili ili kuzima uasi na wakachukua watu zaidi mateka, na wakati huu mmoja wa mateka hao alikuwa kuhani kijana aliyeitwa Ezekieli. Sina shaka kwamba Ezekieli na Danieli walikuwa wanajuana. Sishangai ikiwa ikiwa walilinganisha maelezo walipokuwa wakiandika unabii wao kuhusu mustakabali wa dunia. Sasa huduma ya nabii Yeremia ilifanyika katika nchi ya Israeli. Lakini huduma ya Ezekieli itafanyika katika nchi ya Babeli. Ujumbe wao utakuwa sawa. Kwa kweli, Ezekieli a angekuwa mvulana mdogo wakati Yeremia alipoanza kuhubiri huko Yerusalemu, alijua ujumbe wa hukumu. Huenda alimsikia Yeremia akihubiri kuhusu urejesho wa baadaye. Lakini sasa Ezekieli anapofika Babeli. Kile ambacho, kile ambacho wahamisho wanahitaji ni ujumbe huo. Lakini hebu niwaambie watu wa Mungu hapa Babeli, pia wanahitaji zaidi ya ujumbe huo. Nafikiria kuhusu mshairi maarufu Alfred Lord Tennyson ambaye aliishi wakati huo huo ambapo jarida la Harper's Weekly lilita siku hiyo siku ya huzuni na kutokuwa na uhakika. Kwa kweli Tennyson alipokaribia kifo chake, mtu fulani alimuuliza, je, kuna kitu unachohitaji? Na jibu lake lilikuwa ndiyo, nahitaji maono mapya ya Mungu kweli. Kwa kusema ukweli, wapendwa, hicho ndicho tunachohitaji leo, na hicho ndicho watu wa siku za Ezekieli walihitaji. Sasa mistari ya mwanzo hapa katika kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza inaweka muktadha wa kitabu chote cha unabii. Ezekieli ni kuhani anaishi na wahamisho wengine wa Yuda kando ya mfereji wa Kebari ambao uko kusini mwa mji wa Babeli. Kutajwa hapa kwa mwaka wa 30 katika mstari wa mwanzo kuna uwezekano mkubwa kunahusu umri wa Ezekieli. Kwa maneno mengine, sasa amefikia umri ambapo kuhani anaweza rasmi kuanza huduma yake, kama tunavyoambiwa katika kitabu cha Hesabu sura ya 4 mistari ya kwanza hadi ya tatu. Makuhani waliheshimiwa sana na kudhaminiwa miongoni mwa watu. Sasa hali haikuwa hivyo kwa manabii wa Mungu. Hata manabii wa kweli wa Mungu walidharauliwa kinamna, walichukiwa, walikuwa walikuwa mara nyingi wakipuuzwa. Ezekieli, kuhani, anakaribia kuitwa na Mungu kwa huduma mpya na ngumu sana, kwa sababu pia atakuwa nabii. Sasa labda unaweza kujitambulisha na Ezekieli. Labda labda umeitwa na Mungu kwa kazi ngumu. Lo, udhaminiwi, udhaminiwi, labda ulipwi vizuri. Ur wewe na Ezekieli mtakuwa na mengi ya kuzungumza siku moja. Sasa hapa katika mwaka wa tano wa uhamisho wake, Ezekieli anapokea maono mapya ya Mungu. Aya ya tatu inatuambia neno la Bwana lilimjia Ezekieli uhani, na mkono wa Bwana ulikuwa juu yake pale. Sasa maono haya yanayoelezewa kwetu katika sehemu iliyobaki ya sura ya kwanza. Uu, lazima niseme ni ya ajabu sana. usema kidogo. Inaanza hapa katika aya ya nne, na upepo wa kimbunga ukija kutoka kaskazini, na ndani ya upepo huu mkubwa wanaonekana viumbe wanne. Ezekieli anaandika hapa katika aya ya tano, na hivi ndivyo walivyoonekana walikuwa na sura ya kibinadamu, lakini kila mmoja alikuwa na nyuso nne na kila mmoja wao alikuwa na mabawa manne. Hapa chini katika aya ya kumi tunaambiwa kwamba nyuso nne ni za mwanadamu, simba, ng'ombe na tai, na kila uso unatazama upande tofauti. Sasa wasomi wengi wa Biblia wamejadili juu ya kile sifa hizi au viumbe hawa wanavyowakilisha, lakini kwa kweli hawakubaliani kabisa, na sitakwenda kumaliza mjadala huo leo. Lakini tunachojua ni kwamba hapa katika sura ya 10 tunapewa jibu hili katika aya ya 15 ambapo Ezekieli anaandika, makerubi walipanda juu, hawa ndio viumbe hai niliyowaona kando ya mto Cheba, kweli makerubi. Ni darasa maalum la malaika watakatifu walioumbwa na Mungu. Cherubim ni umbo la wingi la cherub, na nawacha ni kuambie cherub. Sio hasa, unajua, yule mtoto mdogo mnene anayepaa huku na huku akiwapiga watu na na upinde wake mdogo na mshale, kama unavyoona kwenye picha. Makerubi ni wenye nguvu zaidi katika mpangilio wa malaika walioumbwa na Mungu. Shetani mwenyewe aliumbwa akiwa malaika wa cheo cha juu zaidi kati ya makerubi wote. Awali alisimama karibu zaidi na utukufu wa Mungu. Kwa kweli, wakati makerubi wanapojitokeza katika maandiko, wanaonekana kuhusishwa na uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu, na na hicho ndicho kinachosisitizwa hapa. Sasa katika sura ya moja, Ezekieli anaelezea magurudumu manne hapa katika aya ya 15 gurudumu moja kwa kila mmoja wa makerubi wanne. Kila gurudumu lina gurudumu la pili lililowekwa kwa pembe ya kulia, na hili linawaruhusu magurudumu kusonga haraka katika mwelekeo wowote. Aya ya 18 inatuambia hata kwa kushangaza zaidi, mabapa ya magurudumu yote manne yalikuwa yamejaa macho pande zote kifaa hiki chote ndicho Charles Feinberg alichokiita gari la farasi la kimujiza na napenda maelezo hayo. E hey, maneno juu ya magurudumu haya tunaambiwa kuna mfano wa kiti cha enzi, aya ya ishirini na sita, na aliyeketi kwenye kiti cha enzi ni mfano wenye sura ya kibinadamu. Sasa Ezekieli anaelezea kiumbe hiki kimezungukwa na mwanga mkali na upinde wa mvua mzuri. Kwa hiyo Ezekieli anaona nini? Naam, naamini yeye anapata ugumu kuelezea kisichoweza kuelezwa. Yaani yeye amepewa maono ya Bwana katika utukufu wake akiwa ameketi juu ya kiti chake cha enzi. Wanatheolojia wanaita hii Kristofani. Hii ni kuonekana kwa mwana wa Mungu kabla ya kuja duniani. Na kwa njia, jibu la Ezekieli ni sawa kabisa na lile ambalo tungekuwa nalo kama tungeona kitu hicho hicho. Aya ya ishirini na nane: na nilipoiona nilianguka kifudifudi na nikasikia sauti ya mmoja akiongea. Sasa Mungu atamwambia Ezekieli kile anachopaswa kufanya, na hiyo ni sura ya mbili sasa na aya ya tatu: mwana wa Adamu, na kutuma kwa watu wa Israeli, kwa mataifa ya waasi ambao wameasi dhidi yangu, wao na baba zao wamekosa dhidi yangu hadi siku hii ya leo, wazao pia ni wenye kiburi na wakaidi. Sasa utaona hapa kwamba Mungu anamuita Ezekieli kama anavyofanya katika kitabu hiki chote, kama eh, mwana wa Adamu. Neno hili litachukua maana ya kimasia katika unabii wa Danieli na Yesu atalitumia kumrejelea yeye mwenyewe atajiita mwana wa Adamu, lakini hapa katika unabii wa Ezekieli, kifungu hiki kinasisitiza tu udhaifu wa kibinadamu wa Ezekieli. Yeye ni mwana wa Adamu au mwana wa wanadamu, na kwa Ezekieli hii itakuwa rejeleo au ukumbusho wa hitaji lake la kumtegemea Bwana. Basi kwa hayo, Bwana anampa amri ya ajabu hapa. Ezekieli anapewa gombo ambalo aya ya kumi hapa katika sura ya mbili inasema limejaa maneno ya maombolezo na huzuni na ole. Kisha hapa katika sura ya tatu aya ya moja Mungu anamwambia Ezekieli kula gombo hilo, na anapolila analiona tamu kama asali. Sasa ishara hapa ni kwamba kwa kula gombo, Ezekieli anakubali ujumbe wa Mungu. Kitendo hiki pia kinathibitisha kwamba yuko tayari kutangaza ujumbe wa Mungu kwa watu. Kwa kweli, Mungu anamwambia Ezekieli hapa katika aya ya 17 kwamba sasa yeye ni mlinzi wa nyumba ya Israeli. Sasa maana yake ni kwamba yeye si wa kuwajibika kwa jinsi wanavyoitikia, lakini anawajibika kuwaonya kwa neno la Mungu. Na hadi leo wapendwa, tunapaswa kupeleka neno la Mungu kwa ulimwengu wetu iwapo watu watachagua kusikiliza au la, basi hiyo si jukumu letu, lakini tunahitaji kuwa walinzi waaminifu. Hebu hebu tuhakikishe tunapoyonja asali ya neno la Mungu, kisha tukumbuke maono haya ya Mungu katika utukufu wake wa ajabu. Tunapomtumikia tunamtumikia mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana anayekuja hivi karibuni mwenye utukufu na fahari.